Hapo naitwa Isa Abdu Makamba kutoka wa Serengeti Boys. Sisi tunaenda kwenda kushi, kushindana katika mashindano ya Afrika chini ya umri wa miaka 17 na 17 ambayo nafanyika Gabon. Kwao mashindano haya yana umuhimu mkubwa sana kwetu, sababu tunaenda kwa ajili ya nchi yetu, tunaenda kwa ajili ya wazazi wetu, tunaenda kwa ajili ya Tanzania pia kwa ujumla. Sisi target yetu ni kule kwa ajili ya kucheza nusu fainali mpaka fainali, na malengo yetu ni kucheza fainali ili tuweze kwenda kushindana tena katika mashindano ya World Cup, kwa sababu timu nne ambazo zitapita nusu fainali zitaenda kucheza World Cup India. Nafikiri sina umri wa miaka 17, kwa tuna majukumu mazito mbele na ni fursa kwetu, sababu mashindano na umuhimu mkubwa kwetu pia vivyo, ni fursa kwetu kwenda kuonekana tofauti na huku kucheza Tanzania huyu kuna maajenti kibao toka sehemu mbalimbali, kwa nabidi tufanye vizuri zaidi ili mchezaji aweze kuonekana. Mwenye binafsi ataonekana vipi? Ni pale kwa kujituma, kwa sababu kila mmoja akijituma ndio timu inakuwa sawa. Kwa hiyo tunaenda kwa ajili ya kwenda kushindana, kila mchezaji naamini atajituma kwa uwezo wake na kwa maelekezo ya elimu, tutafanya vizuri. Na hamasa ambayo inaendelea sasa hivi kwa Tanzania, au Hamasa, tunashukuru Mungu sababu mpaka sasa hivi wameonekana watu kwa ajili ya kutupa hamasa, pia serikali vile vile, kwa ni jambo kwetu vizuri sababu washaona nini tumefanya hapo nyuma, lakini sisi bado hatujalizika na tulichofanya nyuma. Tunahitaji kufanya kubwa zaidi sababu watu wanatoa michango yao, naona kuna watu pia mbalimbali wamejitokeza kwa ajili ya chini, lakini si kuwalipa michango yao au mtu wao wanaotuonesha sisi hatuwezi, na sisi tunachofanya kualipa fadhila hii, kualipa wao ni kufanya vizuri zaidi ya tulichokifanya, si na sisi tunahitaji, sababu sisi bado hatujashia hapa. Sasa tunahitaji kusonga mbele, kwa hiyo inabidi tufanye vizuri zaidi, kwa sababu sisi kufanya kwetu vizuri na wao ndo wanajisikia faraja, kwa sababu mtu anaona ametoa kitu ambacho sehemu sahihi, kwa sababu ametoa mchango okay wake okay, kwa sehemu sahihi, kwa kufanya mtu anatoa mchango afu nafanya unafanya vibaya na